Zaidi ya bahari na mipaka, tunagusa mioyo ya wapendwa <laughs> wetu. Ni rahisi sasa kutuma pesa nje ya nchi kwa kutumia NMB Mkononi. Ingia NMB Mkononi, chagua tuma pesa, chagua nchi ambayo unatuma pesa na pia tuma pesa kwa gharama nafuu kuanzia shilingi elfu mbili tu. Unaweza kutuma pesa kwenda benki au mitandao ya simu kama Safaricom kwenda Kenya, Uganda, Rwanda na Afrika Kusini. Kwa uhamisho wa papo kwa papo, gharama nafuu na usalama wa hali ya juu, msaada wako unawafikia familia na marafiki kwa haraka. Hakuna makaratasi, hakuna foleni, ni upendo tu unaotumwa kwa usalama, wakati wowote, muda wowote. Kupitia NMB mkononi, unaweza kutuma pesa kwenda Kenya, Uganda, Rwanda na Afrika Kusini. Ni rahisi. Ingia NMB mkononi, chagua tuma pesa, kisha chagua nje ya nchi, chagua nchi unayotaka kutuma kama ni Kenya, Uganda, Rwanda au Afrika Kusini. Chagua benki au mtandao wa simu wa mtu mpokeaji, jaza taarifa za mpokeaji, weka kiasi cha pesa unachotaka kutuma kwa kuonyesha viwango vya kubadilisha pesa. Hakikisha taarifa za mpokeaji na kisha tuma pesa. Ndani ya muda mfupi utapokea uthibitisho wa muamala wako. Furahia ada nafuu za uhamishaji na viwango vya kubadilisha fedha vinavyovutia unapotuma pesa kupitia NMB Mkononi. NMB Bank.